Jina langu naitwa Timia Sahamisi ni mwanasheria kutoka Jumuiya ya Wanasheria ya Wanawake Zanzibar. Leo tutazungumzia suala zima la masuala ya mila na desturi potofu zinazopelekea mwanamke kutokuweza kumiliki mali. Kwanza tujue au tufahamu hizo mila ni nini. Mila tunasema ni tabia au kitendo ambacho kinafanywa mara kwa mara katika jamii na kisha kuzoeleka kinakuwa ni desturi. Lakini mila hizo potofu ambazo zinapelekea kuweza ku, kufanya mtoto wa kike au mwanamke asiweze kumiliki mali tunaweza tukazigawa katika makundi mawili. Kuna mila ambazo ni nzuri na mila ambazo sio nzuri, lakini sisi tutazungumza swala zima la maswala ya umiliki wa mali ma, kuna baadhi ya makabila labda niseme katika jamii ambao wao mila zao na desturi Hazin, zinamfanya mtoto wa kike au mwanamke kuweza kuto kumiliki mali. Kwa mfano, anapofariki mzazi wake, hawezi kupewa haki hiyo ya kuweza kumiliki mali aweza anaambua arifiwe labda au leo na kaka wa mdogo wa marehemu. Lakini sisi kwa upande wa Zanzibar tunashukuru Mungu, tuna sheria na miongozo na kanuni ambazo zinatupelekea kuondokana na hizo mila na desturi potofu ambazo zinamfanya mwanamke kuweza kuto kumiliki mali. Kwa mfano tuna sheria ya mirathi ambayo hiyo inamlinda, tuna sheria za ardhi na kadhalika, lakini hizo zote zimempa haki, na sheria hizo hazijabagua baina ya mwanamke au suala la umiliki wa mali kwa mwanamke na kwa mwanaume. Hata kwa wale watu wenye ulemavu sheria zimeweka usawa. Kwa hiyo tukizungumzia mila na desturi potofu ambazo zinafanya mwanamke asiweze kumiliki mali katika jamii, sisi kwa upande wa Zanzibar, kidogo tunaona hali ya kwetu ni tofauti na wenzetu, imepungua na hii ni kutokana na kuwapa elimu, kutoa elimu mbalimbali katika jamii na kuwafanya wanawake waweze kutambua haki zao na waweze kuzipigania haki zao, na hii imesaidia kwa kiasi kikubwa kufanya kwamba ile hali ambayo tumetokana nayo nyuma na sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa wanawake wengi wameweza kumiliki mali na wameweza kukomboa familia zao kutokana na hali mbalimbali mbali za kiuchumi na kijamii, kwa mfano kumweza, swala la kumiliki mali kwa mtoto wa kike imepelekea wanawake kuweza kusomesha watoto wao, kujenga nyumba, kumiliki mali zao binafsi na kufanya maisha yao kuwa mazuri. Na kikubwa hasa tunachokiangalia katika swala zima la umiliki wa mali ile zile mila ambazo hazifaa sasa hivi tunataka tundokane na nazo katika jamii. Kwa hiyo tunawashauri wanajamii kuachana na mila potofu na desturi ambazo hazifai ambazo zinapelekea kumfanya mwanamke kushindwa kuweza kumiliki mali. Tuna sheria, kanuni na miongozo ambayo inatuongoza sisi kuweza kumfanya mwanamke aweze kumiliki mali.